Ujumbe ufuatao ni ujumbe uliojitokeza kwenye riwaya hii ya Usiku Utakapokwisha. Moja, ili tuweze kujenga jamii mpya ni lazima tupige vita rushwa. Mbili, jamii ishirikiane kwa pamoja kuondoa umasikini. Tatu, wizi si suluhisho la umasikini. Gonza anaiba ili aondokane na umasikini, hapati anachotaraji, badala yake anauawa kwa kupigwa risasi. Ne, tatizo la usafiri litatatuliwa endapo serikali itajenga miundombinu mingi. Migogoro. Migogoro iliyojitokeza katika riwaya huu. Migogoro ya wahusika, mhusika na mhusika moja. Gonza na Chioko. Gonza anamtaka Chioko waende Zambia ambako kuna maisha mazuri. Chioko anakataa na kusababisha wawili hawa wasielewane japo hili halikuwa urafiki wao. Suluhisho la mgogoro huu halijaonyeshwa. Hata hivyo, Gonza anaamua kutafuta pesa ili aende huko peke yake. Mbili, Nyundo na wazazi wake. Nyundo hakuwaheshimu wazee wake, aliwatukana na kuwadharau. Mwisho anajiingiza katika ujambazi. Migogoro ya nafsi. Moja, Chioko anapatwa na mgogoro wa nafsi juu ya suala la kwenda Zambia. Kwa asilimia kubwa haafiki mpango huo. Mbili, Neli naye anapatwa na mgogoro wa nafsi. Kila anapoomba kazi anaombwa rushwa ya ngono. Hataki kumsaliti Chioko lakini pia hataki kukosa kazi. Suluhisho la mgogoro huu ni Neli kukataa kutoa rushwa ya ngono. Migogoro ya kiuchumi. Jamii inayozungumziwa na mwandishi ina matabaka mawili, tabaka la wenye nacho na tabaka la wasio nacho. Tabaka la chini linafanya kila purukushani ili waweze kujikomboa. Kwa mfano, Gonza anaamua kulibia tabaka la juu. Anapigwa risasi na kupoteza maisha. Migogoro ya kisiasa. Serikali imo katika mgogoro na wananchi wake. Serikali ikitumia mgambo wa jiji inawatimua walala hoi wote na kuwapeleka katika vijiji vya ujamaa. Hata hivyo, walala hoi hawakubali kuishi kijijini, wanarudi mjini na mgogoro unaendelea. Msimamo mwandishi huu, ni msimamo ambao mwandishi anaonekana kuwa nao. Mwandishi ana msimamo wa kimapinduzi, kwani anaamini wananchi wataondokana na lindi la umasikini endapo tu watafanya kazi kwa bidii, huku serikali ikiwasaidia kutatua baadhi ya changamoto zinazowarudisha nyuma. Falsafa, falsafa ya mwandishi. Mwandishi, mwandishi anaamini kuwa umasikini utaisha endapo watu watafanya kazi kwa bidii na serikali ikiwasaidia kufikia malengo yao.